Wanajeshi wa Ukraine wamewakamata raia wawili wa China waliokuwa wakipigana upande wa jeshi la Urusi katika mkoa wa Donetsk. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameeleza kuwa idadi ya raia wa China walio katika jeshi la Urusi ni wengi zaidi. Waziri wa masuala ya kigeni wa Ukraini Andrei Sibiha ameshangazwa na uwepo wa vikosi vya China vinavyopigana Ukraini na kuishutumu China kwa uamuzi huo. Ameongeza kuwa ujumbe wa China utalazimika kueleza ni kwa nini vikosi vyake vinapigana na adui wa Ukraini. Ni tangazo la kwanza rasmi la Ukraini kuhusiana na China kupatia Urusi vikosi vyake vya kijeshi, lakini hakuna jibu lolote limetolewa na upande wa Urusi. Beijing. Korea ya Kaskazini imetuma maelfu ya wanajeshi kuisaidia juhudi za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine kwa mujibu wa Kiev na maafisa wa Magharibi. Wakati wa Beijing, Moscow ni washirika wa karibu wa kisiasa na kiuchumi. China pia imejaribu kujionyesha kama upande usioegemea upande wowote katika mzozo huo na mara kwa mara imekana kuipatia Urusi zana za kijeshi. Moja ya faida kuu za Urusi katika vita ni idadi kubwa ya vikosi. Rais wa Urusi Vladimir Putin alizindua operesheni kamili dhidi ya Ukraini mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili na Moscow kwa sasa inadhibiti karibu asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraini haswa katika eneo la mashariki. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi nchini Ukraini ziliendelea Jumanne usiku na kujeruhi watu kumi na nne katika jiji la kati la Ukraini la Dnipro na mengine mawili huko Kharkiv, kaskazini mashariki mwa nchi huku visa vya moto vikiripotiwa katika miji hiyo miwili. Hii ni TMC News update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo, endelea kutufuatilia iliyo wa kwanza kupata taarifa zetu